juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lianna sifata taqwa sifatu tusahibu sahibaha ila aljanna, sifa ya uchamungu ndio sifa itakayobaki kuliko sifa zote. Na akiwa mwanadamu kajipamba na vazi la uchamungu, huyo kafaulu katika hii dunia na kesho akhira. Attaqwa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatihi

Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anamiliki nyoyo, anazigeuza anavyotaka. Nyoyo ndio mahala pa imani na uchamungu, nyoyo ndio mahala pa thabati wal istiqama, na nyoyo ndio mahala pa shari zote na nifaki na shubuhati na shahawati. Moyo huo huo ndio mahala pa uchamungu, ndio mahala pa imani, ndio mahala pa, pa msimamo, ndio mahala pa mambo ya khair, na moyo huo huo ndio mahala pa mambo ya shari, mambo machafu. Moyo ni mlango mmoja wa kheri na shari, moyo ndio mahala pa hisia, moyo ndio mahala pa maamuzi na mabadiliko. Allah Subhanahu wa Taala alivyoona qadhia hii ni nzito, akaichukua yeye na wala hakumruhusu mwanadamu kuingilia katika masala ya moyo Mkadima kama huo unakupa picha, mwanadamu una mipaka yako ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala kakuwekea kwamba wewe mipaka yako ni hapa, lakini masala ya moyo Mwenyezi Mungu ndio anatawala nyoyo zote, na nikisema hakuna mwanadamu aliyopewa mamlaka yoyote, piga mstari, hakuna nabii wala mtume wala mcha Mungu wala mwanachuoni aliyepewa kuingilia mambo ya moyo na Allah subhanahu wa taala. Sehemu nyingi ndani ya Quran anampiga marufuku Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuingilia katika kesi ya moyo. Moyo ndio kila mahala pa mambo yote mazuri na moyo ndio kila mahala pa mambo yote ya shari, kwa sababu moyo unabeba vitu vingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akasema, moyo ana atawalla, mimi ndio natawala moyo huo na mimi ndio naumiliki moyo huo. Mwanadamu, unapofanya kheri, unapofanya taa yoyote katika maisha yako, basi una msaada mkubwa wa Allah subhanahu wa taala katika moyo wako kulifanya hilo. Bimaana hakuna mwanadamu yoyote anayefanya mambo ya kheri kwa nguvu zake mwenyewe, isipokuwa nyuma yake kuna power nguvu ya hali ya juu inamsukuma kufanya jambo hilo la kheri. Ndio maana qadhia ya hidaya wa taufiq min Allah, kuongoza na kuwafikishwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anaweza jambo hilo. Unaweza ukampendea mtu kheri imfikie na ukapenda awe mtu mzuri, lakini ukashindwa pamoja na mapenzi yako na jitihada zako zote Allah subhanahu wa ta'ala kiamua mtu awe awe kheri atakuwa wa kheri. Kwa hiyo qadhia kesi zote za nyoyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye kazibeba, na mahala pengine mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wsaa fima rawahu al-Bukhari anatueleza umma na anaapa katika hadithi hiyo la wa muqallib al-qulub, naapa kwa yule ambaye ndiye mwenye kuzibadilisha nyoyo, bi maana al qulubu fi yadihi nyoyo zote. kuntu mina dhalimin, hii dua zote tunaifahamu. Hii dua kwa tafsiri maana yake, anakiri ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, anakiri utukufu wake, anafanya toba. Nabii alifanya dhambi gani? Nabii Yunus alifanya dhambi gani mpaka atoe toba kiasi hichi? Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta kisha kamalizia inni kuntu minadh-dhalimin, mimi nilikuwa katika lojidhulumu. Huu ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dua hakuna ambaye haifahamu, ni maarufu. Ukijiuliza alisoma dua hii, ni Nabii Yunus. Chanzo ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Nabii Yunus katika mji wa Niniwa, kaskazini mwa Iraq. Nabi Yunus ukafanya kazi yake, wale watu wakawa wabishi hawasikilizi, wale watu wakawa wana mkadhibu wana kufuru, akapata hasira kama mwanadamu. Watu gani hawa ambao wanafikishia dawa? Watu gani ambao hawa wanawalingania hawaitikii? Nabi Yunus ukachukua begi, kaondoka zake, kaingia katika boti yaliotokea, yametokea akazamishwa

Lau Nabi Yunus asingekuwa ni mwenye kutubia angeishi katika tumbo la samaki mpaka mwisho wa dunia. Kwa nini Nabi Yunus alifanya saki moja tu, mistake moja ya kutoka katika kile kijiji kwa hasira? Baada ya kuona watu hawamkubali akaamua aondoke. Ukitafsiri haraka haraka, Nabi Yunus aliingia katika kadhia ya nafsi na nyoyo Mwanadamu hauna mamlaka ya kuweza kumchukia mtu baada ya kumfikishia ujumbe, isipokuwa namwachia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayemiliki nyoyo. Nabii Yunus, kitafsiri hii kisa, aliingia katika binadamu, watu hanikubali, watu hawaelewi, kachukua begi kaondoka, Mwenyezi Mungu kakasirika. So Mwenyezi Mungu alimtuma afikishe tu ujumbe, au watu wanakufuru wanakataa, si kazi ya mwanadamu. Utaona namna gani sasa tunakosea katika zama kama hizi? Leo sio dawa. Leo mtu anasemwa, leo mtu anachambwa, leo mtu anatolewa makosa, ukimsikiliza anafikisha dawa. Dawa ipi? Mtu anayefikisha dawa kwa mwenzake kwanza, lazima awe na vitu. Lazima awe na huruma. Na lazima aumie kwa nini mwenzangu iko sehemu fulani na lazima awe na mapenzi sawa sawa, na dokta. Yani dokta kabla ya kutibu anakupa kwanza maneno mazuri, huyu ni professional oea. Yani kabla hajafanya amalia operation, anakupokea katika mazingira mazuri na anakupa maneno unapona, kabla ya operation wake unajihisi umepona kabla hujatiwa operation, ujalazwa katika kitanda cha operation kwa sababu ya istiqbal Yani reception yake ni nzuri, bwana, utapona tu. Ha, maradhi yashapona wengi, kiasi kwamba operesheni wake tu anamalizia, lakini kisha kutibu kiakili, kisha kaurejea kwa wale maandalizi na mapokezi Yeyote anaefikisha da'wa lazima moyoni awe na huruma kwamba nazungumza na nyoyo ambazo sizimiliki mimi. Mwenyezi Mungu ndiye anatia taufiki katika hizo nyoyo, Allah ndiye anatia hidaya katika nyoyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad ja'akum rasulun minkum, hakika amekujieni mtume ambaye ni mfano kama nyinyi binadamu, lakini ana sifa azizun alayhi ma anitum, yanamuumiza sana, yanamuumiza yale ambayo mnayo katika mambo ya mabaya anaumia, anatamani mwongoke. Harisun aleikum, anapambana sana kuwaelekeza, kunyoshia mambo, kuwakataza. Harisun aleikum lakini, bilmuminina raufur rahim, huyo mtume ana huruma kuliko hata mzazi wako aliyekuzaa. Lazima dai anayefikisha uwe na huruma kama huo, yaani uwe zaidi ya hapo sikushambulia wala sikutukana. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uislamu wa wake na dawa hii kaifikisha katika njia hizo kaifikisha katika njia hizo, kwa sababu walijua kwamba nafsi, nyoyo si mamlaka ya kiumbe yoyote. Ukitaka kumuongoza mke wako, mtoto wako, kwanza muonee huruma, kisha mwambie mtoto, na kuonea huruma na kuonea huruma sana. Hapo ulipo si sawa, fanya moja, mbili, tatu Mke wako mwambie, lakini kwa mapenzi. Mkataze kwa mapenzi, kwa sababu ile ni nafsi, na siku ukiweka nguvu, hutoweza. Wangapi nyumba zimeharibika kwa sababu ya tashdid? Huwezi, ni nafsi, ni ni moyo, na anayezimiliki zile nyoyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwambie mtoto wako kwa maneno ya huruma zaidi, uone tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunatazama leo katika mitandao na dunia, kuna watu wameingia katika Uislamu bila hata kulinganiwa. Moyo tumejikuta unakubali dini. Sababu hidayah inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ni wangapi wenye daawa wamelingania, wakafarakanisha mwejitamaa kwa kutumia Quran kwa kutumia sunna, jamii imeharibika, wakagawika makundi kwa makundi, wakaitana majina mabaya ambayo mnayajua.

Katika moja ya maneno na dua na maombi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kadumu nayo, akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii dua ambayo ni maarufu pia, dua hii hakuna sayi jua dua hii inasema: ya muqallibal qulub, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo, thabbit qalbi ala dinik. Uthibitishe moyo wangu, upe msimamo moyo wangu juu ya dini yako. Allah, nife hali ya kuwa moyo umenyoka, nife hali ya kuwa moyo una msimamo, upo sehemu salama. Hii ni dua ya Mtume, anaomba msaada kwa Allah atengeneze moyo wake, kwa sababu hata yeye pia hawezi, moyo ambao anao katika kifua chake haumiliki kubadilika kwa moyo na msimamo. Hakuna anayeweza kutoa guarantee kwamba mimi naweza. Kwa mtume alikuwa anaomba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaomba power ili niweze kudumu katika kheri, nife katika hali hiyo ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Masahaba wakimsikia akisoma dua hii wakamuuliza, ya Rasulullah, Rasulullah au takhafu je, nawe pia naogopa? Yaani una wasiwasi pia na moyo na kukubadilika kwa moyo. Sikiza jawabu la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Natazama na wewe msimamo wako na moyo wako na unavyo unavyojiweka katika kuwa na moyo ukajihisi kwamba una msimamo, mwenzako hana msimamo na, na una garantia moyo wako. Sikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza alikuwa tayari kuwajibika wajibu lolote, siogopi. Lakini sikia maneno hayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawambia, wa ma yu aminuni wal qalbu baina usba'ain min asabi'i rahman yuqalibuhu kayfa yasha. Ni nani atakayenipa guarantee kwamba moyo hauwezi kubadilika? Anawajibu maswahaba walipomuuliza Mtume, naona ogopa moyo kubadilika na ukafa hali ya kuwa hauna msimamo. Mtume akawajibu ni kipi kitakachonipa guarantee? Yani mayu aminuni bimaala Insurance, ukisema insurance ni kitu ambacho umekata insurance, una uhakika kwamba ikiharibika takitengeneza au kampuni fulani tanilipa. Moyo hauna insurance, kubadilika ni dakika moja, ni sekunde moja. Mtume anauliza, nauliza masahaba wamayuaminuni, ni kipi kitakachonipa guarantee kwamba moyo wangu hauwezi kubadilika, au moyo wa mwanadamu hauwezi kubadilika? Ni kipi akamwambia wal qalbu fi usba'in min asabi arrahman, hali yakuwa nyoyo zote zipo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi sina guarantee, anayemiliki nyoyo ni huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anawajibu masahaba baada ya swali lao, na katika riwaya nyingine insha ayuqimahu insha ayuqimahu aqama, ikiwa Mungu atataka mtu huyo anyoke moyo uwe safi awe na istiqama na thabati na iman, Mwenyezi Mungu atampa istiqama, na ikiwa Allah Subhanahu wa ta'ala insha inshaa yuzirahu azara na akitaka, akitaka mtu yeyote apotee, yeyote atapotea na moyo wake hautakuwa sawa. Imaana, sisi sote hatuna geranti na nyoyo ambazo tunazo, isipokuwa tunahitaji maombi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote ambaye ana guarantee kwamba naweza kwa na kumwokoa fulani, naweza kumgeuza fulani, na moyo na wangu naweza kusimamisha hapa nilipo nikadumu na nikafa katika hali hii, hakuna mwenye guarantee hiyo. Kwa kumalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamani umma wote huu upate kheri, nanyewe uziwe salama, lakini alishindwa hakuna nabii ambaye katoa jitihada kubwa na mwenye huruma kama nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bilmu'minina raufur rahim, ala wazni fa'il, mwenye huruma mno kuliko baba mama. Mtume alikuwa hivyo, alitamani wanaomzunguka waokoke, familia yake iokoke, Maka nzima iingie katika Uislamu, lakini kuna ndugu zake walikufa si Waislamu. Alihuzunika wakati anakufa Abu Talib, Abu Talib ambaye kana yuhibbuhu wa kana yansuru, Abu Talib alikuwa akimpenda sana mtume, hali ya juu hakuna mtu aliyempenda kama huyo. Mtume alitamani asilimu huyu, katika umauti anakufa Abutalib. Mtume akaenda pale katika kitanda, akamwambia Abutalib, tamka shahada. Mtume anampenda huyu bwana na Abutalib alikuwa anampenda, tamka shahada. Mtume kakaa pale, anahuzunika hivi, anakufa bila shahada Tamka shahada. Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aya, aya hii ni maarufu: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha e. Eh, Muhammad, basi natosha. Sababu ilikuwa ilhah il akimbembeleza, tamka shahada, tamka. Mtume nampenda lakini, Mwenyezi Mungu kateremsha aya, akamwambia mtume usihangaike na mambo ya nyoyo, ana amlikuha mimi ndio namiliki hizo nyoyo, zipo kwangu mimi, wala usihangaike. Kazi yako ni tabligh, wama ala rasuli illa albalahu almubin. Kazi ya nabii yote na mtume ni kufikisha tu, na ndio kazi ya sisi sote. Wewe zungumza jambo la kheri, tena kwa usulub wa da'wa wa kwa njia hasa ya kufikisha, basi shie hapo. Lakini unataka ufikisha na watu wakufuate kwa nguvu tena sio usulubu wala huwezi, na utaleta maafa makubwa, kwa sababu yoyote aliyefanya hivyo akajifanya na mwanadamu kakasirika, jamii yangu hii, watu wangu, katoa pale ghadhabu na nini, ni matatizo. Kama vile nabii Yunus aliondoka, kakasirika. Sasa ili uongoze moyo, lazima kwanza uwe na huruma na ujue moyo huo haumiliki wewe, muombe hidayah. Tuombeane dua, Allah subhanahu wa ta'ala aongoze nyoyo zetu na nyoyo za tunaowapenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa pale Abu Talib anakata roho. Abu Talib hakuweza kutamka shahada, hakuweza. Pamoja na wema wake wote. Pamoja na kuwa na mtume ni damu, ni ami yake yule, hakuweza. Allah anateremsha aya katika suratul Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta. Na Mwenyezi Mungu katumia neno hubbu mapenzi. We mtume, na no mapenzi makubwa sana kwa huyu Abu Talib. Huwezi kwa mapenzi yako, huwezi kumbadilisha we na Allah katumia hub, innaka la tahdi man ahbabta, uliyempenda huwezi kumuongoza mtume. Si nafasi, si nafasi yako kumuongoza, si nafasi yako. Nafasi ya nani? Ya Allah. Walakin Allah yahdi man yasha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza mtakae. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa yule ambaye atakayeongoka ni yupi na yule ambaye hawezi kuongoka ni yupi. Allah ndio mjuzi Bi maana tumombe Allah subhanahu wa ta'ala, kila mara omba msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya nini? Ukija tukije kuondoka, hatuna hiyo istiqama na thabat, nyoyo zikayumba, kesho akhira hakuna msaada. Kesho akhira ni mambo mawili tu basi, wala hakuna mahakama maqadhi watali, ni mambo mawili, imma tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, au tupate hasira zake. Basi ndio maana nyoyo Mwenyezi Mungu kazitawala kwa sababu kuna kadhia nzito kesho, na kila mmoja tafakari kwamba anayetaka kubadilika na kudumu basi ambembeleze Mwenyezi Mungu ampe ile power ya kudumu katika khair, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Na kitu kikubwa ambacho kitafanya at least tuendelee kudumu dumu katika hizi ibada ni dua na maombi, kila mara usisahau kabisa kuomba. Ikiwa mtume kafa hali hiyo anaomba, mimi nawe tuna genti gani na hizi nyoyo? Katika zama za mabadiliko, za mitihani, misukosuko, kuishiwa, kuugua, kufiliwa, nyoyo zinayumba, na hakuna nyakati nzito kama hizi. Mtu nakuta huyo kashatibiwa nchi zote, kashatoa mali yake yote. Wallahi, bila dua huwezi kudumu katika hiyo istiqama. Maisha yanabadilika, kila kitu ni mtihani. Sasa bila hizi dua dua hatuwezi kudumu. Nyoyo zetu ni dhaifu. Tukikompea na wale ambao tulikuwa nao, wangapi wamebadilika? Kuna mtu kabisa hatai kusikia mambo ya khairi wala yupo na dunia. Usimcheke, muombee khairi. Ukimwona mnae hivi kule basi muombee khairi. Huenda atakuwa ni mcha Mungu kuliko hata wewe. Kikubwa ni kuombea hizi nafsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuziongoa. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik. Tunaomba lakini siku ukiacha utajikuta yule ambaye ulim, ulimsema katika mtaro katika ba ana fadhali kuliko wewe. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufishe hali ya kuwa tunamsimama. Allah subhanahu wa ta'ala atupe imani thabiti fi dunya wal akhirah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad